Wala wa alihi waashabihi ajma'in, ama baad. Situkuwa na maelezo mengi isipokuwa nichukua yale maelezo kwa mukhtasari, alafu tuonyeshe na kivitendo kidogo. E, kama alivyosema shekhe kwamba ibada ya umra nguzo zake ni tano. Umra nguzo zake ni tano. Kwanza ni kuhirimia katika miqati, maana yake ni kutia nia katika sehemu ambayo imeelekezwa kwa mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo nguzo ya kwanza ya umra ni alihram min almiqat, kutia nia kuhirimia, maana yake ni kuweka nia katika kituo maalum ambacho kimewekwa kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya hija na umra. Nguzo ya pili ni kuizunguka Alkaaba, tunaita tawafu. Nguzo ya pili ni kuizunguka Alkaaba, na Alkaaba hii tunaizunguka mara saba, tunaanzia mahala ambapo kuna lile jiwe jeusi kwa mzunguko wa kwanza utaanzia pale. Ukishafika pale, kwa bahati tutakuwa na kiongozi Shekhe Takdir, ataelekeza kwamba hapa ndio tunapoanza mzunguko wetu. Tutaielekea Al-Kaaba tutaiashiria kwa kusema Bismillahi Allahu Akbar Bismillahi Allahu Akbar. Baada ya hapo, ndiyo tutaanza kuizunguka ile Kaaba, tutakwenda mpaka tukifika hapa, itakuwa mzunguko wa kwanza umemalizika. Tutaiashiria tena Bismillah Allahu Akbar tutazunguka mpaka tukifika hapa itakuwa mzunguko wa pili umekamilika. Na tutafanya hivyo mara saba. Nguzo ya pili, ya tatu, ya ibada yetu hii ya umra ni kwenda kati ya Safa na Marwa, ni kutembea kati ya mlima wa Safa na Marwa nayo inakuwa ni mara saba. Nguzo ya nne nguzo e, ya tatu ya tatu ni hii kwenda sai baina e, kwenda hii Safa na Marwa. Nguzo ya nne ni kunyoa. Nguzo ya nne ni kunyoa na kwa upande wa wanaume, wanaruhusiwa kupunguza au kunyoa upara. Kina mama wao watakuwa wanaruhusiwa kupunguza, hawaruhusiwi kunyoa upara. Nguzo ya tano ni kuyafanya haya yote tuliyoyasema hapa kwa, kwa utaratibu. Unaanza nia, unakuja tawaf, unakuja sa'i, unanyoa kule kuyatekeleza kwa utaratibu ndio unakamilisha nguzo ya tano ya ibada ya umra. Na uzuri wa ibada hii, matendo yote yanafanyika ndani ya msikiti. Nia tu ndio utanuia huko nje ya msikiti, utanuia katika miqati. Ukishafika pale haram ndani ya msikiti wa Maka ndio unayofanya haya mambo yote. Ama kunyoa inakuwa ni nje ya msikiti, ni matendo machache. Ukishamaliza hayo itabaki ile kuwa unakuja katika msikiti wa Maka, unasali sala zote za za fardhi na sunna kwa wingi ili upate ile fadhila ya kusali na kupata laki moja, laki moja kwa kila sala lakini katika utekelezaji wa ibada hii ya umra kuna sunna nyingi ndani yake. Kwa mfano, unapoizunguka hii Kaaba unaweza ukawa unazunguka bila ya kutamka jambo lolote na umra yako ikawa ina iko sawasawa, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza hapa, utasoma hiki hapa, utafanya hivi. Sasa kuacha thawabu hizi haitokuwa na maana yoyote. Wakati unatoka katika mzunguko wa tawaf, kuna eh, nguzo moja ya nne ambayo ukitoka hapo unarudi, ndo unakuja hapa kwenye Hajarul Aswad. Pale kuna dua maalumu ambayo kaielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii inaitwa ni dua iliyokusanya kheri za dunia na akhera. Ni dua kubwa sana kuliko dua zote, lakini pia ni dua maarufu, isipokuwa watu hatujui kwamba hii ndio kiboko yake. Hapa unasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kwa kuisoma dua hii umeomba kheri zote za dunia na umeomba kheri zote za uko akhira. Sadua hii atatuonyesha kiongozi wetu kwamba tunaisoma hapa, utaendelea kuisoma mpaka utaru, utafika tena pale ulipoanzia tawafu. Kila ukifika pale katika ruknu Alyamani ndio utakuwa unaisoma hii, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabanna. Baada ya kumaliza mizunguko ile saba, unakwenda kusali rakaa mbili nyuma ya Maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim nijukua, ni jukwaa ambalo alisimama Mtume Ibrahim alayhi ssalam wakati anayejenga Alkaaba, na hapa mahala panakuwa na vurugu sana. Sasa si lazima usimame pale pale nyuma ya kile kijukwaa. Unaweza ukarudi nyuma sehemu yoyote ukasali rakaa mbili ambazo hizo rakaa zimetajwa ndani ya Qur'an kwamba fanyeni pale aliposimama Ibrahim alayhi salam kuwa ni mahala pa kusali, na baada ya kumaliza hizo rakaa mbili Unakwenda kunywa maji ya zamzam, hayo yote ni sunna. Na maji ya zamzam pale hayauzi, ni maji mengi. Na wewe ukifika Maka utashangaa, utashangaza watu unywe maji yasiyokuwa ya zamzam. Maana yake maji ya zamzam kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni chakula na ni dawa na ametuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaomba dua pale unasema, Allahumma rzuqni ilman nafi'a wasiwa, wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in. Unakunywa maji yako ya zamzam, baada ya hapo ndio unaelekea kule Safa na Marwa. Hayo yote tunayoeleza hapa hayatakuwa magumu kwenu kwa sababu mnakwenda na mtu ambaye atakuwa anawashika mkono na kuwaelekeza katika kila hatua. Wakati unaupanda mlima wa Safa, utaisoma aya Quran sunna, na Sheikh Taqdiri atakuwa anawasaidia, kwa sababu kuna wengine labda hawawezi kuisoma ile aya.

Hii aya unaisoma wakati unaopanda ule mlima wa Safa. Ukishafika kule kwenye mlima wenyewe wa Safa, unaelekea upande wa Kaaba na Kaaba, wakati huo utakuwa unaiangalia, ipo kwa chini pale, itakuwa tunasema Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu

Haya utayafanya tena kule Safa, kama ulivyofanya huku utafanya Marwa kama ulivyofanya Safa. Utatembea hivyo mara saba, na baada ya kumaliza hiyo mara saba unakwenda kunyoa. Ukishanyoa na ule utaratibu umekamilisha, ndio ibada ya umra imeisha, ibada ya umra imemalizika. Kwa hiyo hapa kitakachokuwa kimesalia ni kuja kusali sana katika ile haramu ya Maka. Usije tena ukasali misikiti ya mchochoroni huko. Sala moja kama alivyosema shekhe, unayosali katika msikiti wa Maka mahala pengine popote duniani ulingani na ilingani na sala ile, ni lazima usali rakaa sala laki moja kwa ukisali ya dhuhuri moja Makka, msikiti huo mwenye mkuu sali laki moja. Sasa ukiswali siku moja haram ya Makka eh, swala tano, maana yake una laki ngapi? Una laki tano. Umebahatika usiku umeswali sunna rakaa thalathini, hamsini. Yaani ukifika kule Makka usingizi utakuja kulala huku. Achana kabisa kule na mambo ya usingizi, wewe nenda ukatafute fadhila na thawabu nyingi ambazo hauwezi ukazipata mahala popote duniani. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi na ya kuyazingatia. Dua hizi na aya hizi katika kipeperushi ambacho Sheikh Juma amekituma zipo. Bali ibada ya umra, nia ya yake Kiarabu unasema hivi: nawaitu al-umra wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaika allahumma biumra. Kiswahili vile vile unaweza ukasema tu, nimenuia umra na nimehirimia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Nimekuitika e, Mwenyezi Mungu kwa hii ibada ya umra. Kama ukishindwa kusoma Kiarabu ama ukiweza, basi Kiarabu chenyewe ndio hicho, nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi taala labbaika llahumma bi umra. mahujaji wetu. Sisi kama alivyosema Sheikh Juma, msafara wetu tutaanzia katika mji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Madinatul Munawwara. Kwa hiyo tutakapofika Qatar, wala hatutovaa ihram zetu, tutakuwa na nguo zetu za kawaida eh, tutakuja mpaka Madina tutakaa Madina siku tano, insha allah. Siku tutakayokuwa tunaondoka katika mji wa Madina ndio tutaanza kwa kutia nia ya umra. Tukiwa katika mji wa Madina tutafanya usafi wetu, usafi wa mili yetu na majumbani kwetu, ni hoteli. Baada ya pale tutatoka karibu karibu na nje ya Madina kuna eneo linaitwa Abyaru Ali au Dhul Hulaifa. Hichi ndio kituo wanachoweka nia watu wanaotokea maeneo ya huko. kwa tukifika pale Abyar Ali tutakwenda msikitini, pale tutasali rakaa mbili. Baada ya kumaliza kiongozi wetu ataangalia tutatia nia ima ndani ya basi au pale pale, baada ya kumaliza swala. Na kama utakuwa umeizingatia nia ni hii, nawaitu lumrata wa ahramtu biha lillahi taala labbaika llahumma biumra. Ukisha swali zile rakaa mbili, sasa sio unazunguka kuna mtafuta yule bwana yuko wapi, mimi itakuwaje hapa, yule bwana sijanuia basi hata Kiswahili sema, nimenuia umra na nimehirimia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nimekuitika yeye Mwenyezi Mungu kwa hii ibada ya umra. Tukiwa Madinatul Munawwara, tutakuwa na ziara katika maeneo ya kihistoria katika mji wa Madina. Kwa mfano, tutakuwa na mahala wanaita Uhud tutakwenda pale Uhud ambapo Waislamu walipambana na makafiri walipokuwa Madina, katika eneo hili la kihistoria. Kwa hiyo mtakwenda pale na mtaonyeshwa kilima ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapanga wale warusha mishale 50 linaitwa Jabal Rumat. Mtaambiwa walikaa hapa na wakawa wanawashambulia makufari hapa lakini vile vile tutabahatika kwenda kuzuru wale quburu shuhada, makaburi ya wale mashahidi waliokufa katika vita hivi vya vya Uhud. Mtaliona kaburi la yule baba yake mtume mdogo, sayyidu shuhada Hamza ibni Abdil Muttalib. Taona pale, na mkifika pale mnawatolea salamu masahaba waliolala pale na salamu zile ni kama zile tunavyozuru makaburi yetu huku, tutawatolea salamu na kuwaombea dua. Baada ya hapo eh, kuna maeneo mengine mtayatembelea pale Madina, mengi tu ya kihistoria. Tutakwenda kwa mfano katika msikiti unaitwa Quba, msikiti wa Quba ndiyo msikiti wa kwanza aliyoujenga Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika mji wa Madina. Eneo hili walikuwa wanakaa Banu Amr ibni Ibn Auf. Alikaa pale Mtume kwa muda wa siku tano na alijenga msikiti, kwa sababu msikiti ndio kituo cha kazi ya dawa, ni kielelezo na eneo ambalo Waislamu wanatakiwa wakutane hapa na kupanga mambo yao. Kwa hiyo ndani ya siku tano alijenga msikiti. baada ya hapo Akaondoka siku ya Ijumaa anakwenda zake Madina mjini kwenye msikiti wake huo. Sasa wakati anatoka hapa jirani tu ya Bani Amri ibn Auf walikuwa watu wengine wanaitwa Bani Salama ibn Auf ni ndugu na hawa. Akamwambia mtume, umekaa siku tano hapa umejenga msikiti. Sasa hawa Waarabu tunavyojua, hapo watajifakharisha sana kwetu sisi mtume, tufanyie jambo katika historia halitosahaulika. Basi mtume akaswali juma ya kwanza pale kwa Bani Salim ibn Auf, ni jirani tuna Quba, nadhani shekhi atakuonyesheni kwamba msikiti ule pale na unaitwa Masjidul Jum'a, na baada ya kutoka hapo akaingia zake Madinatul Munawara. Sasa unapokuja katika msikiti huu wa Quba unatakiwa utawadhe nyumbani kwako na nyumbani kwako eh, ni pale hoteli. Ukishafika Quba unaswali sunna rakaa mbili. Hizi rakaa mbili unazoziswali katika msikiti wa Quba ni sawasawa, umefanya ibada ya umra. Huyo umra yako kabla hujafika Maka umeshapata huko Madina. Angalia ukiwa katika maeneo haya ni maeneo ya kupata thawabu, thawabu tu. Yaani kule ukizitaka dhambi ujilazimishe tu, lakini maeneo ya kupata kheri. Umetawadha kule hoteli, umefika pale Quba, unasali rakaa mbili. Ukisali rakaa mbili hizi ni sawa, umefanya ibada ya umra. Kuna eneo lingine la kihistoria ambalo huwa tunatembelea. Kuna kisima pale kinaitwa Biri Ars au Irs. Kisima hiki Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa maelezo kwamba ni kifa basi akatikwi maji kwenye kisima hiki ili aje kuoshewa hapo, napo mtafika mtatembelea, na mwaka jana e, mwezi uliopita niliona Shekh Juma mawapeleko wale mahujaji wetu katika kisima hiki. Ni kisima kipo karibu, sio mbali sana na maji yake ni mazuri, si vibaya ukanywa eh, ukaonja ladha ya maji ya kisima hichi. Sijui siri yake ni nini mpaka mtume akatoa maelezo kwamba aoshwe maji ya kisima hichi. Eh, Sheikh Juma ananikumbusha pale pale kuna eneo ya musalla ya alikuwa na akiswali Mtume, maanake alikuwa anakwenda mwenyewe akiswali sunna ya dhuha katika eneo hili. Kwa hiyo kwa kuwepo katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna fursa nyingi ya maeneo ya kihistoria kama hayo. Ndani ya siku tano hizi, yani haipasi mtu kuacha kufanya ziara katika maeneo hayo, lakini vile vile tutapata bahati ya kuzuru ikiwezekana eh, makaburi yale Baqi', Baqi'u al-Gharqad ni eneo ambalo wamezikwa masahaba zaidi ya elfu kumi au elfu kumi. Liko jirani na msikiti wa, madi eh, wa Madina, pembezoni mwa msikiti wa Madina. Tukipata fursa ya kutembelea, basi ni vivyema kwenda kuzuru waliozikwa pale na kuwatolea pale salamu kama tulivyokuwa tunafanya huko ni eneo ambalo toka wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanazikwa watu mpaka hii leo. Uwepo wetu katika mji wa mtume sallallahu alaihi wasallam tutapata fursa ya kusali katika masjidu Nabawi. sasa ukisali sala moja katika msikiti wa mtume ni sawa na sala alfu moja kwenye msikiti wa mwenye mkuu, bali hata katika msikiti wa maamuri bali misikiti yote duniani hailingani na sala moja ya msikiti wa Mtume. Ule msikiti wa mtume umezidiwa na haramu ile ya Makka. Sasa tena usione misikiti ya mbalimbali mbali, huko kuna hapana, ni sali huko jio sali hapa upate sala moja kwa alfu moja. Lakini vile vile tutapata bahati ndani ya msikiti huu tutakwenda kuzuru au kuswali katika eneo wanaita araudhatu sharif. Raudha ni eneo lipo ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huwa kinaitwa kuwa eneo hilo ni kiwanja cha pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mabaina baiti wa mimbari raudhatu min riyadi ljanna, sehemu iliyokuwa kati ya nyumba yangu na membari yangu yaani, membari ambayo mwenyewe mtume alikuwa anasimama, utaonyeshwa ile pale, ipo hapa katikati, kuna kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Kwa hiyo kuna utaratibu. Zamani ilikuwa mtu anaingia pale, hakuna utaratibu mzuri, anang'ang'ania hapo hata masaa matatu hatoki.